Eh, na umri mkubwa eh, na umri mkubwa, lakini umri pia unakwenda na uzoefu, lakini kikubwa kama nilivyosema eh, wadau wakubwa ni nani? Eh, wadau wakubwa lazima wa vijana eh, kwa hiyo tunakuwa na mbinu mbali, mbali, mbali za kushirikisha vijana, sio vijana waliosoma tu, wasiosoma, wenye ajira, wasio na ajira, wa mazingira gani hao ni constituents yetu unaona, ni ni ni ni eneo kubwa la kuwa nao ili tuweze ku kwa sababu wana majibu mengi eh, majibu mengi. Kwa hiyo hatuwahoji kwa tuhuma tunawahoji no, kwa kupata majibu tunaelekea eh, kwa kupata uh, majibu. Muda eh, wa tume kweli muda uh, unakimbia kama navyosema, lakini tunaona ngoja tuone hizi siku tisini e, kama tutaweza kukamilisha kazi yetu, lakini kama tunasema sisi tunatakalisha kazi kamilifu ta kukamilisha kazi reja reja reja reja. E, reja reja. E, tufanya kazi kwa kikamilifu kwa kiwango, kwa sababu tunajua tutapimwa na Watanzania, lakini tutapimwa na kila mtu ndani na nje ya nchi hiyo. E, tunaelewa e, tunaelewa, lakini tunaomba tu tupeni muda e, waambie wenzetu watupe muda alafu tupimwe e, tusipimwe e, kabla tujaanza mtihani e, tufanye mtihani huu mtupe maksi e, tuweze e, kuendelea. Tupime kabla, lakini sisi tunaelewa, ndiyo maana nasema tumejikita kabisa kwa Watanzania wanataka nini, tuwape nini eh, ili eh, kweli kama njia moja ya kupona eh, kilichotokea, eh, sababu wote tuko kwenye maumivu makubwa, lakini tuone tunajiponyesha vipi sisi wenyewe. Desemba tisa bahati mbaya haiko tume, tuna kitu tunaita uh, uh, muda wa kufanya kazi. Eh, muda wa kufanya kazi kitu ambacho tunachotunguza ni tarehe ishirini na tisa na siku chache baada ya pale, zile siku tatu, tunaweza kurudi nyuma eh, tunaweza kurudi nyuma, lakini kama ina connection na mbele, tuta, tutaangalia eh, lakini tarehe tisa ikitokea inatokea, labda kama ina uhusiano tuta, tutaona kwa sababu iko ndani ya tisini labda root causes, labda zitakwenda zita huko pia kutuonyesha part of the root cause na nini tita, e, tuta tutaangalia lakini e, hatufungwi na, na, na hilo e, tunakubaliana kabisa na ushauri vijana. Kweli vijana ndo kiini kiini, tumesema vijana, sisi kwa makundi ni mbinu tu za kutafuta kuwa nao E, kuwa nao tunawahoji vipi, moja mmoja, nini? Kama tumesema watu wote walohusika, walohusika, waloshiriki. Ukisema uhusika inawezekana labda jinai, waloshiriki, e, waloshiriki mengi bila makosa au na makosa, wote walioshiriki tutakuwa nao. Vijana wengine hawakushiriki, tutakuwa nao. Ndio maana nasema tutakwenda mikoa ambayo pia kuna vijana lakini hawakushiriki. Kwa nini? Kwa nini? Yeah. Lazima twende undani zaidi yeah. Twende undani zaidi kujua hawa vijana wenzetu. Tunakubali Tanzania, asilimia kubwa ndio vijana yeah. Ndio vijana. Kwa hiyo na sasa hivi kuna na wizara mpya na kadhalika, lakini ushauri huo kweli utafuta mbinu, njia kujiana uh, na vijana na wananchi, wananchi kweli uh, tunafanya mkutano ya hadhara na wananchi e, kuweza pia kupata na wao wanani. Kwa hiyo mn, kama tunasema hatufungwi. Kwa hiyo kama kuna ushauri, tupeni ushauri, msaidie kwa kuandaa, na sisi hatuna hatufungwi e, na, na mdao yoyote au mbinu zozote, lakini tunataka tuwe e, tushuke chini kabisa